Walitaka wagawane. Nilisema ikikosekana ile, wale waliochukua wote wakamatwe na wakamatwe na washtakiwe kama wezi wengine. Wezi ukapewa nafasi ya, ya serikali ndo ukawa na mamlaka ya kuharibu mitaji ya watu, biashara za watu, maisha ya watu, mtaji. Mtaji ndo maana mheshimiwa rais ana kauli mbiu ya kazi na utu. Kazi ndo inakupa utu, inakupa kuishi. Unakuta mamalishe wewe unaona ni kama sinia tu hivi, mtaji ule ni mtaji, ni mtaji ule, ni maisha yale, anaendesha familia, anasomesha, analipa kodi, analipa kodi. unakuta na kijana anafanya bodaboda, nilishaisema na hii, kama anakosa linahitaji faini, usimnyang'anye kitendea kazi chake, mwachie kitendea kazi, mwachie kitendea kazi. kazi wewe dai faini uliosema wewe, dai faini, mwachie kitendea kazi ili apate fedha ya kulipa faini. Huu utaratibu wa kushikia shikiria na vitendea kazi ni, una, ni utaratibu unaobariki umaskini. Kwa hiyo hili lazima hili lazima tukubaliane kuheshimu kuheshimu mitaji ya Watanzania. Mheshimiwa Rais anahangaika kupata fedha wape watu mitaji wafanye kazi, alafu anatokea mtu huko kwingine anavuruga vuruga mitaji ya watu. Hili halitakubalika. Na mkuu wa mkoa simamia, Mk mtendaji mkurugenzi wa jiji, wakitokea watu wa aina hiyo watoe haraka, wasioheshimu kazi za watu, wasioheshimu utu wa watu, wasioheshimu mitaji ya watu. Sasa na mkurugenzi pia hapa nilikuambia, wale waliokuwa wanafanyia kazi pale wapewe kipaumbele, kwa sababu zipo tabia, likitengenezwa soko kama hili wanagawana tena watumishi wa umma, alafu hao ndo wanaanza kuwakodishia watu wanaotaka kufanya biashara. Mama Samia amejenga soko hili kwa ajili ya wafanyabiashara kugawana kwanza, alafu ndo watumishi sisi wenyewe ndo tuanze kuwakodisha tena, alafu tupate cha juu. Vyombo vyote vya vya kuchunguza vyenye macho hayo, fuatilieni, akitokea mmoja ambaye hakuepo hatujawahi kumwona kwenye biashara, aje ajitokeze, alafu aanze kutukodishia haya. Lazima haya mambo haya lazima tukubaliane, tumekubaliana

Mtazamaji wa TBC ni maneno ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameki Nchemba aliyekuwa akizungumza na wanadodoma waliopo hapa katika eneo hili la majengo soko kuu ambalo linahudumia eh, maelfu ya wanadodoma likiwa ni tegemeo kweli kweli kutokana na huduma ambazo zimekuwa zikiendeshwa kupitia soko hili. Na hii leo akizungumza, nimeona nao baada ya kupita sasa, nataka atoe nafasi kwa mmoja ya watu ambao wamejitokeza hapa, ili watoe pengine dukuduku lao e, kupitia wengine waliopo hapa, yeye anawakilisha pengine au watatoka kwa wengine. Tusikilize kinachoendelea sasa, tena jicho tulielekeze kwa miongoni mwa waliojitokeza hapa kumsikiliza Mheshimiwa. Wazee, samahani mheshimiwa Salamu ya kwanza nakupa heshima yako shikamoo. Baada ya kukupa heshima yako mheshimiwa, mimi ni bwana Ramadhani Juma kutoka makazi ya Mwanza. Malezi yangu mheshimiwa ni kuanzia sabini na sita mpaka miaka hii, ila sasa mheshimiwa Changamoto niliyoipata mimi nilikuwa naomba niweze kuongea kwanza na wewe, halafu kama itawezekana kuweza kulitaarifu taifa, utalitangazia taifa, basi nitaongea mbele ya taifa, au kama unaniruhusu kwa hapa hapa, naomba nitumie kama ndani ya nusu saa. majengo ye aya alisema, ama ama haongee na mimi au hahutubie hapa hapa, basi ngoja wasaidizi wangu wachukue mawasiliano, ataongea na mimi jamani, hiyo sinakubaliana, a inakubaliana ali, asante sana. Hivyo ndivyo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba anamaliza mazungumzo yake hapa katika eneo hili la soko kuu la Majengo, mahali ambapo ni kituo chake cha pili kwa siku hii ya leo, ikiwa alianza ziara yake kwa kwanza na kutembelea pale katika ofisi za Secretariat ya Maadili ya Viongozi wa Umma, na hatimaye baada ya kuzungumza na viongozi pale, sasa ratiba yake imemchukua mpaka katika soko lanza na kukagua utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa soko kuu hili la Majengo ambalo linafanyiwa maboresho makubwa, maboresho ambayo yanahusisha utengenezaji wa vizimba, lakini na maeneo mengine muhimu, ambapo mradi huu unatarajiwa utakapokamilika uwanufaishe zaidi ya wa wafanyabiashara elfu moja na kwa uhakika ni wata, ambapo maboresho haya yanalenga moja ya maeneo ni pamoja na vizimba vitakavyotengenezwa eh, ambavyo ni pamoja na mia nane sitini na mbili. Hii ni kutokana na ukarabati mkubwa ambao unatarajiwa, lakini baada ya kukamilika kwa sikukuu hii itajumuisha vile vile huduma. Uh, miongoni mwake ni pamoja na zifuatazo, ambapo maboresho ni yanahusisha mpangilio na kufikika kwa vizimba hivyo mia nane sitini na viwili ambavyo vinajengwa, lakini mfumo wa umeme pamoja na mfumo wa maji taka na mzunguko vilevile vile wa hewa, ambapo imehusisha kuondoa paa lililokuwepo mwanzo ambapo vilikuwa ni vigae vilivyokuwa vinatajwa kwamba ni vichakavu, na hivi sasa maboresho makubwa yanafanyika ili kuruhusu sasa maboresho hayo e, yatekelezeke na kufanyika kwa mradi huo. Lakini vilevile kutakuwa na maboresho yanayofanyika ni pamoja na maegesho ya magari, bodaboda boda, na bajaji ndani ya stendi hii, ndani ya soko hili, ambapo ndani yake kuna stendi, ambapo vilevile ametoa maagizo kwamba pamoja na mambo mengine mradi huu uhusishe maboresho ya yeah, eneo hilo ambalo E, yatahusisha maegesho yatakayorahisisha wananchi e, kuegesha magari yao ili waingie kwenye vizimba ama soko hilo na hatimaye sasa wamalize na, na kuendesha shughuli zao kwa ukamilifu kabisa. Basi ndivyo ambavyo tunahitimisha e, matangazo haya moja kwa moja kutoka eneo hili la soko la Majengo. Kwa niaba ya timu nzima iliyokuletea matangazo haya, mimi ni Ashir Thomas, hadi wakati mwingine.